Daraja na heshima kubwa sana mnatupa leo. Tunamsindikiza Charles kwa heshima, kwa sababu pamoja na utumishi wetu viongozi wetu mmetuheshimisha kwa upande wa matumizi ya lugha ya Kiswahili katika habari. Uncle Charles alikuwa mshititi, gwiji, mlumbi, jagina, mtopezi na mbilisi wa lugha aushi ya Kiswahili. Yeye ametangulia na sisi tunafuata kwa hiyo tuone kwamba msiba huu ni msiba wetu sote na mheshimiwa rais yuko pamoja nanyi. Kwa kiunganishi mzuri sana kati ya waandishi wa habari pamoja na taarifa za Ikulu. Kwa sababu alikuwa hadharau katika muhimili huu wa waandishi wa habari hasa idara yangu ya idara habari maelezo, akipata taarifa yoyote ile lazima wasiliane idara habari maelezo, ili sisi sasa tuweze kuwa kiungo kati yetu sisi na waandishi kuweza kuwaambia kwamba kuna taarifa inatakiwa Ikulu iweze kutoa. Kwanza ni mwalimu wa lugha. Ukikosea katika kuandika anakosoa. Hii sivyo. Kiswahili sivyo kinasumbuka hivi. Ya hapa utumie lugha neno hili na hili. Hili alistahili hapa. Alikuwa ni mtu mmoja tu, tuko karibu naye sana. Kama tukawa friends, sio bosi, ni friend. Kama family, unazoea kumuita yeye mwenyewe anasema msiniite mkurugenzi, niiteni mjomba. Anapenda sana kuitwa mjomba, apende kuitwa mkurugenzi. Anapenda sana masahara.